Wizara ya Maji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, inaendelea na utekelezaji wa mipango ya uhifadhi wa vidakio vya maji katika mabonde yote. Utekelezaji wa mipango hii unalenga kudhibiti uharibifu wa vidakio kwa kuimarisha jitihada za wadau katika kutekeleza kazi mbalimbali zilizopangwa ili kuimarisha hali ya vyanzo vya maji nchini. Wadau muhimu wa sekta ya maji wanashiriki katika utekelezaji kuanzia ngazi ya chini, yeah, kuanzia ngazi ya jamii hadi taifa, ili miundombinu iliyowekwa iendelee kutoa huduma. Ni muhimu kulinda vyanzo vya maji ili viendelee kuzalisha maji yenye ubora wa kiwango toshirefu hii ni sambamba na sekta nyingine kama vile kilimo, maliasili na madini. Changamoto ndogo ndogo hususani sana, sana, ilikuwa machimbo ya madini uka ulimaji mpaka kingo ya mto, lakini vile vile swala zima la a, elimu elimu ndio ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini kwa sasa kupitia elimu ambayo inaipata na kuwawezesha hususan kipato duni kwa wananchi wanalima karibu na vyanzo vya maji kulima magimbi eh, miwa lakini bahati nzuri kwa kupitia taasisi yetu Makizi tunawezesha na mamlaka maji safi la Tanga, pamoja na wadau wengine ikiwa jumuiya, e, water fund, tumeweza kuwawezesha wakulima na kupata elimu, waachani na ule uchafuzi. Sasa wameelewa vizuri na wanaanza kupanda miti. Changamoto ya sasa tunayopata kwenye kwa upande wetu ni utumiaji wa maji mbovu ambao ina uchafuzi wa kufua, kuosha vyombo, kuoga na kulima kando kando ya vyanzo hiyo changamoto changamoto nyingine bado watu wana ule uharibifu wa kuchimba vyanzo vya maji kuchimba kwenye madini ambao wanaamini kabisa kwamba inapatikana kwenye nini kwenye, kwenye maeneo ambayo ni vyanzo vya maji hiyo ni changamoto kubwa